Um, naitwa Priscus Tarimo mbunge wa Moshi mjini na napenda na tu mtoe ufafanuzi kuhusu matamanio eh, ambayo ni ya wanamoshi lakini ya wanakilimanjaro ya uh, sisi kupata jiji eh, au Moshi mjini kuwa jiji na mkoa wa Kilimanjaro kufanikiwa sasa kuwa na jiji uh, matamanio haya ni halisi kutokana na uhalisia Uh, kwamba kwanza Moshi mjini kama manispaa ndio manispaa ndogo kuliko zote Tanzania bara inazo kilomita za mraba hamsini uh, na nane tu na kwa kweli, kwa namna ambavyo tume kumeshaendelezwa uh, ni dhahiri kwamba hatuna tena maeneo. Nasema hatuna maeneo kwa sababu tumelazimika kununua eneo la dampu Moshi vijijini kwenye kijiji cha Mtakuja, ambazo ni kilomita nyingi sana kwenda kule lakini maeneo yetu ya makaburi nayo yamejaa. E, tunalazimika sasa e, kwenda kutafuta maeneo kwa ajili ya makaburi, maeneo ya pembezoni ambayo pia ni Moshi e, vijijini. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwanza huduma zinazotolewa sasa za kijamii e, zinakosa maeneo ya, ya, ya, ya kuendelea kupanua huduma hizo kwa sababu eneo hilo ni finyu sana. Hospitali ya wilaya muongozo wa serikali unataka manispaa iwe na, na, na eka Kuanzia eh, 20 mpaka hamsini sisi hatuna tulilazimika tu kwenda kuweka eneo la, la, la manispaa eh, la hospitali ya wilaya au hospitali ya halmashauri eneo lenye kasita kwa hiyo tukalazimika kujenga kwa ghorofa. Kwa hiyo gharama tutakayotumia sisi kujenga hospitali yetu ya wilaya awamu ya kwanza tu ni bilioni 3.5 ambayo kwa wenzetu hiyo eh, inakamilisha hospitali na miundombinu nane, kwa hiyo sisi ilikuwa na zile idara nane au yale majengo nane tutahitaji zaidi ya bilioni saba angalau ndio tunasura hili. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo upinyo wa ardhi eh, una una to cost manispaa. Lakini eneo lingine la muhimu sana kwa mfano ni viwanda. Viko viwanda ambavyo vilibinafsishwa na havijaendelezwa na uh, tulishauri serikali wa wavichukue eh, ili wa, wa, wa wape watu wengine lakini mchakato wa kuwanyang'anya ni mrefu sana. Kwa hiyo yamebaki kuwa ni magodown ni magofu kwa sababu wale wenyewe mpaka waamue na tunaishukuru sana kampuni ya A1 eh, ambayo ni kampuni tanzu ya Mohammed Enterprises ambayo sasa wameridhia na wameshakamilisha hatua za kukibadilisha kiwanda kilichokuwa cha magunia kuwa sasa kiwanda cha vinywaji baridi na kitaziliwa rasmi muda wote. Sasa, maeneo ambayo yalikuwa ya, ya viwanda, itatoa mfano wa viwanda viwili ambavyo vilikuwa Moshi mjini vilivyohitaji kupanuka vimekosa maeneo. Kiwanda cha Hasho kinachodili na uh, mambo ya mifuko, vyakula vya mifugo na nini kilianzia hapa Moshi mjini. Walipohitaji eneo la angalau eka 10 kupanua kiwanda chao, walikosa. Na tukio wakaenda kuwekeza kwa sadaa. Lakini kiwanda cha Derek Global ambacho kinatengeneza vinywaji vya High Life uh, kilianzia hapo KDC. Lakini walipohitaji eneo la kupanuka la eka 10 angalau kiwanda kiwe kipanuke ki, ki walikosa, wakaenda kuchukua eneo pale Kikavu. Kwa hiyo sio tu tunapoteza kibiashara, lakini pia hata kodi eh, ukuaji wetu hautawezekana tena kwenye hizi kilomita za mraba hamsini na nane ambapo sasa tutafikia mapato ya bilioni kumi. Mapato ya ndani itakuwa ngumu kuendelea kuongeza hayo mapato. Kwa hiyo ni, ni, ni hitaji ambalo ni, ni halisi, lakini bahati nzuri eh, ombi letu la kuwa jiji lilishapita michakato yote kipindi hicho mimi nilikuwa diwani, namshukuru Mungu kwamba nilishiriki, kwamba tulisha kwenda kufanya vikao vya halmashauri zote tatu kwenye maeneo tunayopanukia, eh, eh, kwenye wilaya ya Hai kuna shiri Mgungani, shiri Njoro, lakini kwenye upande wa Moshi vijijini tuna uh, Kindi Msasani na tuna Njoro ya Weruweru, lakini tuna Maandaka, eh, Mvuleni pamoja na Magogini. Hayo maeneo yote tulishakaa pamoja na tukakubaliana kwa pamoja kwamba tutaenda kwenye mfumo ambao halmashauri ikishapewa hiyo hadhi, yale maeneo yatapimwa na yataachiwa wenyewe eh, kuendana na, na, na mchoro ulivyo, kwamba tunapima, eneo hili litakuwa na plot za high density au low density, lakini zinakuwa za kwako. Eneo hili litakuwa ni linafaa kwa viwanda, lakini ni vya kwako wewe ndio utaamua, aidha ujenge wewe au uuze kwa bei ya soko. Kwa hiyo hamna mtu atanyang'anywa ardhi, lakini ndio itasaidia sasa huduma za jamii pia zifike hayo maeneo uh, kirahisi. Kwa hiyo uh, ni jambo ambalo lilishapita, lilisha uh, uh, tiwa saini na waziri wa ardhi wakati huo ambaye alikuwa ni ni u uh, Mheshimiwa uh, Lukuvi uh, na kwa dokumenti tulizo nazo alitia sahihi tarehe ishirini na sita mwezi wa sita mwaka elfu mbili na kumi na sita na GN tulipata GN namba mia mbili kumi na tisa ambayo ni ya tarehe kumi na tano mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi na sita ambayo ilituruhusu eh, kukamilisha huo mchakato. Mchakato ule ulisimama, eh, lakini sasa ni maombi ambayo nimeyapeleka mara nyingi, na tuna imani kwamba serikali yetu Uh, itatusikia na iweze kubariki hiyo GN namba 219 ya tarehe 15 Julai 2016 uh, eh, iweze kuruhusu basi kupanuka kwa mipaka yetu kwenda kupaka zile siku ya ah, kilomita za mraba uh, eh, 142 kutoka 58 za sasa, na basi tuweze kuwahudumia watu wa Moshi vizuri, lakini ah, Kilimanjaro ambao ah, ni mkoa maarufu lakini wa kitalii kutokana na mlima wa Kilimanjaro uweze kupata hadhi ya jiji ili uwekezaji uongezeke. E, fedha ziongezeke, mapato yaongezeke, serikali ipate fedha na hata uwekezaji wa nyota, hoteli kubwa kama za nyota tano uweze kuja sasa, ili na watu wetu wapate ajira. Asante sana.